Umetupatia sisi kwa kweli ni heshima ya miradi mizuri ambayo umeitekeleza ile ndani ya halmashauri wenu. Kwa kweli tunawashukuru sana kwa kazi nzuri hiyo, na sisi binafsi na mimi kwa niaba ya wenzangu nilikiri kupokea risala ya Ukinga, na naomba na hapa niuhakikishie tena kwamba risala hili nikaenda kuikabidhi kama nilivyoipokea bila ya shaka ya aina yoyote, na nitamkabidhi Mheshimiwa Rais kwamba na mimi nilifika Mkinga na kazi ambayo umenituma fanya vizuri na wahusika wameitekeleza vizuri kazi hiyo. Baada ya kusema hayo, niwashukuru niendelee kuwaombea, pengine tukawasimamia wananchi wetu kwenda kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Baada ya kusema hayo Mheshimiwa Mkoelaya, na kushukuru na sasa tupo tayari kuendelea na ratiba nyingine kama inavyofuata. Asanteni sana kwa kunisikiliza.